kuhusiana na masuala ya football, Simba imelipa, imemaliza kila kitu deni, deni, deni. Ugopa ile yule mchezaji ogopa bwana kwa eh? E, eh. Kwa, kwa muda mrefu sana tulikuwa tunataka golikipa aina. Kuna mchambuzi alisema kwamba unajua, kama utafuatilia eh, mechi ya kwanza eh pipin kama kuanzia dakika wa sitini kitu sabini eh, alikuwa na bite time bay machi wa kwanza, Machu wa kwanza na Zanzibar e, yeah, uliona mwalimu anamugombeza Amuna ila wachambuzi ndo waka, wakakuya Kepanya, we, wa, ambao wenyewe wana uwezo kuliko Fadlu wakaanza kumgomeza, eti oh, akue profession kumbe hawajui chochote kabisa. Na leo sumona amebai time imetusaidia, ya iliyatusaidia wakati wetu mwenyeetuwe, tunaacha mambo za kocha wa Simba Fadru Ay, na wachezaji wake wenyewe ndio wanajua wanapanga vitu gani. Watu walimtukana Jean, alimutukana an ukotala ilifikia hatua, kuna watu wakawa wanamfananisha na na Clatous Chama, wasangekuwa chama Ay, Eh, wasange, kwa chama pale palei Chama ametupeleka wapi? situmeshia robo robot. Chama anaondoka Simba, msimu iliyopita alikuwa apati namba mbele ya Saidon Tebazon, kisa uongo. ah Chama huyo, eh yeah. musimu iliyopita alikuwa akamati namba mbele ya Saidon Tebazon, kisa eh yeah. antibiotic Chama alikuwa achukui namba, aha amekuya, am, Simba hapa katika kila match ya Simba hmm. internationally anao mchango yake kila, kila match na Watu, watu wana mutukana, wacha wanamsomea eh, wanachambua, wana mpaka kipa haoni goli, waseme tena waseme waseme, waseme. Mimi niliwaambia watu hii goli ya, ya aua ndio atapelea wa. Leo hii apa masnangae tuko fight hapa, tunafurahi kwa sababu ya nini? Ya, ya hii sie mwenye. Sasa tena watu wajifunze kujua mafuta, hata wachambuzi wenyewe wanachambua tena kwa hisia kama sisi tena washabiki Jean Chase ava yule pale hivi tunavyoongea anasoma uh, chuo ya ardhi mwaka ya pili hapa Tanzania eh, maana yake ni kwa mchezaji mdogo, bado mdogo mm, bado mdogo, bado mdogo sana, okay. sana sana. Eh. Kaka yake tu ya juu ya yake amezaliwa mwaka Ye, 1997 yeye amezaliwa huko naona amepeleka Simba finali. Ame, Simba Sports finali. Amepeleka Simba wakupa, wengi, wakina, Emmanuel, Okwi. Simba Simba Sports Okwi. Mtu wa kwanza kupongeza Simba alikuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhassan. Baada ya ushindi ile ya kwanza

aichezwagi siku sita, amonaga kombe ya siku sita. Sikia mastaranga hiyo iyo, tulichukua bonanza, amonaga kombe ya siku sita, iyo, iyo, siku sita. kombe ndo hii imeanza mwaka jana mpaka u kombe nacheza mwaka mzima, ndo tunaenda fainali ila si bonanza ndo nakwambia, tulichukua sawa, tumechukua ila ni bonanza. Utafanisha na hii Simba sasa hivi, silinganisha na timu yote Tanzania. Simba inatafuta ubingwa wa Afrika, wewe unatafuta bonanza Gombani Pemba. Simba inatafuta ubingwa wa Afrika, wewe unatafuta tiketi ya kushiriki mchuano wa Afrika, tiketi ya kushiriki uko, naona walikuwa wanafanya kitu gani wanaitafuta wana wana eh, wakati Simba anatafuta nini ubingwa Binguwa ya Afrika, unasema wanalingana nao, walicheza fainali, lingana... na Simba a mwaka 2023. Leo eh. eh. 25 Ame kuwa... Ame kuwa... Ame wana... mtoto amezaliwa amekua, wazazi wanamutafutia mudogo yake, unatafutia mdogo yake sasa maisha bora unatafuta sasa. Tangu 2023 hiyo furaha aishagi furaha ile, furaha ile. Currently tunaongelea Simba inachukua ubingwa ya Afrika, imeingia fainali ya ubingwa wa Afrika tukiwa tunajenga timu, hatujatimia elewa, ndio kwanza asilimia arobaini namuongelea mpanzu uu ambao unamwongelea ameanza kucheza simba mwenye ligi ya ndani hey, mzunguko ya pili hey, mwenye mchuano wa international <coughs> machi za mzunguko ya pili yeah, mzunguko <coughs> <coughs>

sio Simba tuseme. Sasa hii moja, nikwambie, hii ushindi ya Simba, Simba kwenda fainali sio ushindi ya Simba, ni ushindi ya Tanzania, ni ushindi ya East Africa, ni ushindi wa Afrika Mashariki na Kati na nchi zake jirani, ukiongeza Zambia, Malawi na Kongo, hizo manchi zote karibia nane, amona timu ambayo iko mchuano wa kimataifa uongo ukikuya hata nchi yeah, wa jumuiya ya sadeki nchi kumi na sita katika maichi yote ni nchi mbili zinatimu katika mchuano za kimataifa South Africa na Tanzania. Ukichukia Simba unachukia maisha. Ukichukia <laughs> <Diyo, diyo, diyo. mumbles> yeah, yeah. maisha? Simba unachukia maisha, maisha, Yemu, maisha, maisha ya Tanzania maisha ya ukanda ya East Africa, maisha ya ukanda ya East Africa na kati na majirani zake maisha ya nchi za jumuiya ya sadeki. Na ukiachukia maisha nini kinakukuta? ni kifo mama. Oko kufa. Oko kufa kwa sababu leo uliombea Simba, eh, watu Simba ilifungwa na Almasri ukaombea itolewe tukaenda wakaombea Simba ikashinda goli moja, ukasema eh, kwamba safari yao imeishia pale, imeenda sasa. Wewe kila siku picha za kuvalishwa medali ukasema hii haiwezekani. Wewe kila siku tu machuki machuki machuki, utakufa. Na niseme Dr. Samia Suluhu Hassan alivyo post post yake, mtu ya kwanza kukoment alikamwa, alienda akasema, mama wameshinda, ila wana furaha. Sasa mwambeni na leo tumedraw, hatuna furaha.